Nam, leo ni Novemba ishiriniihinn eh, ambapo mahakama ya wilaya ya Ilemela imeweza kuachia huru zaidi ya watuhumia wa wa kesi ya uhaini eh, waliokuwa wakishikiliwa tangu Oktoba 29 mwaka huu 2025 kufuatia eh, matukio ya vurugu baada ya uchaguzi mkuu. Uamuzi huu wa kufuta mashtaka hayo umetolewa leo na hakimu mkazi eh, mkuu wa mahakama hiyo Stella Kiama katika mahakama ya wilaya ya Ilemela iliyopo kwenye kituo jumuishi e, cha utoaji wa haki Buswelo, e, huko mkoani Mwanza. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya upande wa mashtaka kupitia wakili wa serikali e, mwandamizi e, safi Amani, e, kuwakilisha ombi la mkurugenzi wa mashtaka e, DPP e, la kutokuwa na nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya watuhumiwa hao 57 e, kati ya 61 walikuwa wakikabiliwa na E, tuma mbalimbali mbali. E, shauri hilo namba 2664 125 limetolewa kwa ajili ya kutajwa kwa mara ya pili mahakamani hapo leo Jumatatu, e, Novemba 24 mwaka 2025, ambapo kwa mara ya kwanza e, ilitajwa Novemba 24 mwaka huu. Pia usiache kusubscribe kulike na comment. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News. Mtazamaji wa Msomi News, kila msiba unakuwa na uchungu wake, lakini msiba uliotokana na kifo kilichopangwa na binadamu e, unakuwa unauma zaidi. Sasa wafuatao ni listi ya wasanii e, watatu, hapa Tanzania ambao wameuawa kwa kupigwa. Kiufupi e, vifo vyao nyuma yake kuna mkono wa binadamu. E, tukianza na msanii namba moja ni anayejulikana kama Mandojo. Mandojo alikuwa ni msanii ambaye alifanya vizuri sana miaka ya elfu mbili e, akiwa na wenzake kama Domokaya. Ngoma zao kama e, Wanokonok na Nikupe nini ziliweza kufanya vizuri sana. Hakika ni miongoni mwa e, duo bora kuwahi kutokea nchini. Na bado watu wengi sana walitegemea kuwaona pamoja wakionyesha uwezo wao wa kipekee lakini Ilipofika e, mwaka elfu mbili na ishirini na nne hapo ndipo ulikuwa mwisho wa safari ya duo hiyo e, kwani Mandojwa aliuawa jijini Dodoma baada ya kupigwa na kundi la watu e, ambao walidai walimfananisha na mwizi. Sasa tukiangalia msanii namba mbili hapa tunakutana na MC Pilipili, ambapo kifo chake kimewasikitisha watu wengi sana na ni miongoni mwa vifo e, vilivyotikisa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Awali, taarifa zilizokuwa zikisambaa kwamba huenda amefariki kwa pressure, lakini familia ilithibitisha kuwa e, alifariki kwa kupigwa na watu wasiojulikana. Pia lengo la kutenda tukio hilo halikujulikana mpaka sasa, ambapo polisi walithibitisha kuwa e, mwili wa MC Pilipili, uli, uli u ulikutwa ukiwa na majeraha. Sasa msanii namba tatu e, alikuwa anajulikana kama Mbala Mwezi voko na melodi zake zilinogesha sana ze mafiki. Alifariki mwaka elfu mbili na kumi na tisa ikiwa bado wengi walitamani sana kumsikiliza zaidi e, kwenye ngoma za kundi lake. Kifo chake kina utata sana. Kwanza alipotea ndani ya siku tatu, ndipo wenzake wakaanza kumtafuta, wakazunguka polisi na hospitali zote. Mwisho wa siku walimkuta katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Muhimbili na wakaeleza kuwa aliokotwa akiwa amejeruhiwa vibaya, tena mwili ukiwa mtupu e, bila nguo. Vifaa vyake vya muziki kama gitaa na simu viliokotwa Mbezi Jogoo, lakini e, inadaiwa mwili wake uliokotwa Mbezi Afrikana, baada ya watu kudai kuwa huenda aliteswa kwanza kwa kipigo kisha mwili wake ukakanyagwa na gari. Mtazamaji um, usisahau kusubscribe. Hii ni Msomi News, weka komenti yako hapo chini.